James Ngugi huenda linaweza kuwa jina geni kidogo kwa wafuatiliaji wa kazi za kifasihi, lakini ukisema Ngugi wa Thiong'o, kila mfuatiliaji wa vitabu vyake atajua kwamba ni yule nguli katika kazi za kifasihi, ambaye katika makala hii, mbali na kukutangazia kifo chake, lakini utakwenda kusikia wasifu wake na kazi zake ambazo zilimtambulisha Afrika na duniani kwa ujumla. Hii ni Trigen Media. Ngugi wa Thiong'o amefariki dunia, ni taarifa zilizoanza kusambaa katika mitandao ya kijamii Mei 29, 2025 na ndipo taarifa kuanza Kenya zikasambaa maeneo mengine Afrika na sasa duniani. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87, alizaliwa mwaka 1938 9 38, wakati huo Kenya ikiwa chini ya utawala wa kikoloni wa Mwingereza. Alikulia na kulelewa katika familia ya kawaida kabisa ya wakulima wadogo, ila katika familia kubwa kwa idadi ya wanafamilia kama ilivyo kwa familia za hali ya kipato cha chini, Ngugi wa Thiong'o pia wazazi wake walilazimika kujibana na kuhakikisha wana mudu gharama za kumlipia masomo yake katika ngazi ya sekondari kwenye shule ya Alliance iliyokuwa shule ya bweni chini ya wamishonari wa, wa Kiingereza. Mwaka 1959 Ngugi aliondoka nchini Kenya na kwenda masomoni nchini Uganda ambapo alijiunga na chuo kikuu cha Makerere, chuo kikuu cha hadhi ya juu wakati huo na hadi sasa. Ngugi aliandika riwaya yake ya kwanza kwa ushirikiano wa mwandishi nguli wa Nigeria Chinua Achebe. Achebe alipeleka riwaya nchini Uingereza kwa mchapishaji wake, wa kitabu hicho kikatoka kwa jina la Weep Not Child, chapisho lake la kwanza ikiwa mwaka 1964. Ilikuwa ni riwaya ya kwanza kuu ya lugha ya Kiingereza kuandikwa na raia wa Afrika Mashariki. Hata hivyo, riwaya hiyo ilikata utepe kwa ujio wa riwaya nyingine mbili ndani ya muda mfupi, ambazo ni A Grain of Wheat na The River Between. Na mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili akatambuliwa rasmi na gazeti la Times la Uingereza kuwa mmoja wa waandishi bora akiwa kijana mdogo wa miaka 33 wa Afrika. Alikuwa ni mzalendo kwelikweli kweli, na Afrika hata jina lake la Ngugi ilikuwa ni kama kugonga muhuri uzalendo wake na kuachana na jina la kizungu, yaani James, ikiwa ni vuguvugu -vugu la kimapinduzi ndani yake. Japo baadhi ya matukio yalichochea harakati za kimapinduzi kupitia fasihi kwa Ngugi, kama vile aliposhuhudia kaka yake Gitogo akipigwa na risasi baada ya kutotii amri ya askari wa Kiingereza. Hata hivyo ilimuumiza mioyo yake na watu wengi waliumia Ngugi mwenyewe, kwa sababu kaka yake hakuisikia amri hiyo kwa kuwa alikuwa kiziwi na kupitia kazi zake za kifasihi utagundua kwamba vilikuwa ni vya kimapinduzi zaidi, kwani baadhi vilikuwa vinakosoa serikali ya kikoloni huku maudhui ya riwaya ya Petals of Blood ikishambulia viongozi wapya wa taifa la Kenya baada ya uhuru, na kuwaonyesha kama tabaka la wasomi ambao walikuwa wamesaliti Wakenya wenzao wa kawaida. Ngugi, huyo kazi zake ziliwahi mtia matatani na shughuli zake za kutaka kuigiza zilizuiwa na serikali ya Kenya wakati huo, akafungwa jela chini ya utawala wa Jomo Kenyatta. Zipo panda shuka nyingi alizopitia Ngugi wa Thiong'o ambaye baadhi ya vitabu vyake vimetumika na vinatumika katika mitaala ya kufundishia, si Kenya tu bali kwengineko Afrika, kama vile kitabu cha River Between, Devil on the Cross Matigari, A Grain of Whites, Petals of Petals Blood na vinginevyo havitasahaulika daima, kuwekwa katika kazi bora katika kazi ya fasihi. Nenda salama Ngugi wa Thiong'o.